Nilikuwa nalala, nikasikia watu wanapiga wanapiga hodi, wakabisha. Babu yangu akafungua kufungua, wakasema aona askari wa Matungu, wakasema ana askari wa Matungu. Akafungua wakamaliza, wakamwambia chukua simu yako na ID. Alichukua simu yako na ID, wakaenda naye, wakusema kata amefanya kitu chochote. Wao walimchukua tu, wakaenda Nilisikia umbo ikibweka nyumbani. Nikatoka nje. Sasa kutoka nje, sasa vile tulifika hapa akasema wameshika baba yangu. Akasema ah, hawa walikuwa masikaru kwe. Masikaru hawezi kuongea lugha ya mama hivyo. Ah, alikuwa tu kama ni watu. Nikaambia ndugu yangu, wacha tuwafuate tuone kama ni masikaru, tuone. Wakasema wamechukua sijua ID na kitambulisho imeenda na na sijua sasa tukajaribu kuweka namba ya simu mefungu. Sasa vile walimtoa kwa nyumba, walimtoa kama analala, alikuwa na nguo ya kulala tu, akavaa nguo zake na viatu. Kumbe walikuwa amempiga, walikuwa amempiga mguu huko penye nipatikana. Eh, e, wamechukua kiatu moja, ameweka hivi kwa mkono. Akapata mjomba wangu ako pale, alikuwa amechapwa sana, miguu ilikuwa imefura, hata mikono huku na huku, kwa amemfinya huku, ugali imetokea kwa mapua na kwa mdomo. Nikasema, eh, kumbe huyu ndio anasema ati mtu ameokotwa, ametupwa hapa, na ni mjomba wangu. Ambapo mjomba tulikuwa na yeye hapa tukifanya kazi jana ya kuweka mbolea kwa mahindi. Hata nguo zenye alikuwa nazo ndio amekuwa nazo sasa, ameenda nazo moja. Hata kama mtu alikuwa mwizi nakuja awache unajua mtu hawezi aamini mtu aliacha hiyo kitu. Hata kama mjomba wangu anakuanga mwizi, walimtoa kwa nyumba saa tano ya usiku, ambapo watu walifanya maskari na wao kwa maskari kutembeza mjomba wangu hivyo, akaenda kwa mulia huko wako mpata na hatia yoyote. Nimesikitika na niko na huzuni na ni ani, hata nimeshindwa nifanye nini, ambapo mjomba wangu ameachia watoto wadogo, mama alikufa, kaacha mtoto mdogo sana Wenye wanaona amewakosea hilo, angemwacha tu wampeleke kwa, kwa, kwa polisi, wamstaki polisi, ichukulie hatua um, si kumuua. Alikuwa babu wetu mzuri sana, au kuwa mtu mbaya, alikuwa mtu wa heshima. Huyu ndiye alikuwa anapendwa kwa hii boma kabisa. Sasa vile ametuacha, hatuna babu mwingine kama huyu. Naomba vitengo vya usalama viweze kutilia nguvu sana na mimi naomba kama gavana au mbunge wetu wa Matungu aweze kuweka magari katika kituo chetu cha Matungu, kwa sababu saa hii hakuna gari lolote ambalo liko katika sehemu hiyo. Ikipatikana shida ya dharura, inakuwa ni tatizo kubwa sana. Maskara wanatumia pikipiki ama watumie njia wao ya usafiri ambao ni yao kibinafsi, kwa sababu shida ambayo iko hapa ni njia ya kuweza kue, kufikisha usalama kila mahala visa vya usalama huku ziko duni sana, usalama uko chini. Kwanza wizi umekuwa juu sana, ikizingatiwa kila siku tunapoteza ng'ombe watano wanne, watano wanne. Kwa hivyo wizi umekidhiri sehemu hii sana. Kwa hivyo uh, usalama uko duni. Kama wenye usalama hautaimarishwa, sisi tuko hatarini sana, ndio tuko hali ya kuangamia, kwa sababu leo ametolewa huyu kwenye nyumba, hatujui kesho atatolewa nani kwenye nyumba. Na pia tuongeze maskari katika sehemu ya chakula ambao ndio kituo cha polisi ambayo iko karibu na sisi, kwa sababu maskari wako pale wawili tu, wakitoka wote station inafungwa. Kwa hivyo tunaomba tu, tu, tu jambo hilo liweze kufanyika kwa haraka, ili tuwe na usalama katika hali yetu. Mi nilikuwa na lala, nikasikia watu wanapiga hodi, wakabisha babu yangu, wakafungua kufungua, wakasema waona askari wa Matungu, wakasema aona askari wa Matungu, wakafungua wakamaliza Akamwambia, chukua simu yako na ID. Alichukua simu yako na ID, wakaenda naye, akusema kama atamefanya kitu chochote. Walimchukua tu akaenda. nilisikia umbo ikibweka nyumbani nikatoka nje sasa. Kutoka nje sasa, vile tulifika hapa, akasema wameshika baba yangu yangu, akasema ah, alisikua masikari kwi maskari hawezi kuongea lugha ya mama hivyo Ah, alikuwa tu kama ni watu. Nikaambia ndugu yangu waje tuwafuate tuone kama ni maskari tu. Wakasema wamechukua sijua ID na kitambulisho imeenda na simu. Sasa tukajaribu kuweka namba ya simu imefungua. Sasa vile walimtoa kwa nyumba, walimtoa kama analala, alikuwa na nguo ya kulala tu. Akavaa nguo zake na viatu. Kumbe walikuwa wamempiga, walikuwa wamempiga mguu. Eh, wamechukua kiatu moja wameweka hivi kwa mkono. Kapata mjomba wangu ako pale, alikuwa amechapwa sana, miguu ilikuwa imefura hata mikono, saiti za huku na huku kwa amemfinya huku, ugali imetokea kwa mapua na kwa mdomo. Nikasema eh, kumbe huyu ndio wanasema ati mtu ameokotwa ame, ametupwa hapa na ni mjomba wangu, ambapo mjomba tulikuwa na yeye hapa tukifanya kazi jana ya kuweka mbolea kwa mahindi hata nguo zenye alikuwa nazo ndio amekuwa nazo sasa, ameenda nazo moja. hata kama mtu alikuwa mwizi na kuja awache. Unajua, mtu hawezi amini mtu aliacha hiyo kitu. hata kama mjomba wangu anakuanga mwizi, walimtoa kwa nyumba saa tano ya usiku, ambapo watu walifanya maskari na wakuwa maskari kutembeza mjomba wangu hivyo, akaenda kwa mulia huko wakampata na hatia yoyote. Nimesikitika na niko na huzuni nani ani, hata nimeshindwa nifanye nini, ambapo mjomba wangu ameachia watoto wadogo. Mama alikufa akaacha mtoto mdogo sana. Wenye wanaona amewakosea hilo, angemwacha tu wampeleke kwa polisi, wamstaki polisi ichukulie hatua, um, si kumuua. Alikuwa babu wetu mzuri sana, aukuwa mtu mbaya, alikuwa mtu heshima. Huyu ndiye alikuwa anapendwa kwa hii boma kabisa. Sasa vile ametuacha. Hatuna babu mwingine kama huyu.